Wasu, wengine wajifunze kujitupea mbegu vila Joseph Waswa ametupea mbegu siku ya leo. Tumefurahi sana, tumeenda kufurahi, tunafuna mahindi. Ambia serikali ya kaunti pia nao watuanze kutuletea msaada kama huu wa Joseph Waswa ametusaidia na mbegu kwa wale wenye wajiwesi huku bunjosi, viongozi wengine waike mfano kama wa mheshimiwa wa Lendrix, kwa sababu kwa wengi wetu waujakuwa tukipanda mbegu zimepanda, kama huu mfuko ni 700 naona ametuletea bure. Tunataka tumshukuru sana. Tumetumia our, uh, admins. Uh, that, that's admins. Tumetumia village elders na wakasa. These are people who knows exactly The problem or maybe how, how close this uh, fertilizer can be distributed, unaelewa so mtindo wa kugawa hii mbolea ziweke maybe per every sublocation um, uh, per every sublocation ndio watu wasisafiri kwenda umbali, because unajua mtu anasafiri maybe anatoka hapa anaenda uh, Bokoli kwenda kuchukua mbegu ametumia mia kwenda, yani, ni, ni, ni mambo ambayo yanasitikisha sana so tunaomba ya kwamba serikali ifikirie iangalie maeneo ya kwamba wananchi wetu wasiende mbali wakienda kuchukua hii mbolea. Tumefanya tumefanya hii kazi yote, ni ya kwamba tu watu wetu ikifika mahali mahali ma, wakati wa kupanda maybe mahindi wanakuwa hawana chochote, so tulikaa chini uh, through my foundation, tukasema mara hii lazima tununulie watu wetu mbegu ili tuendelee kuzalisha chakula, na mipangilio hizi zipo, tukimaliza pia hapo Jumamosi. Uh, tulikuwa tumeambia watu wetu tutawaangalia basari kidogo, basari yetu ya kiti ya 2 million 500 divided by 4 ward itakuwa pale. Tumepika msasa wa sawa sawa watu wetu, wameingia kwa shule, kwa kila shule, let me say the entire will be a waste. Tumetembea tumechukua balance za watoto wenye tunajua wanahitaji usaidizi, and we will be giving our parents hizo confirmation slips that is on Saturday, so hapa we be a waste. Hapa ni ma ma maendeleo tu manake Webuye West imeachwa kwa muda kimaendeleo, tuko nyuma, na ndio tumesema ya kwamba lazima tubadilishe, tuambie watu ya kwamba uongozi lazima ubadilishe ndio watu wetu wapate maendeleo. Mpangilio wa serikali kila wakati inapoleta kitu kigeni, lazime, lazima kiwe na dosari uh, lazima kiwe na dosari. Na kwa mfano maybe umeniuliza kwa mbolea, lakini acha nijibu kupitia sha. Ukiangalia sha hii imekuwa na mambo mengi sana, lakini kwa kweli hii sha inasaidia, unaelewa so dosari zile zilikuwa pale, lakini tunaamini ya kwamba serikali ilirekebisha, na unawezaona ya kwamba wale wasimamizi wenye walikuwa wanasimamiza hizo idara wengi wameachishwa kazi, kumaanisha serikali pia ilishughulikia ili ile swala wananchi walikuwa wanashughulikia. So tunaamini ya kwamba mbolea ambayo imeletwa sahii itakuwa ni muhimu na haina dosari yoyote, na itasaidia wakulima wetu.